Watu wengi wakisikia neno kiwanda, wanafikiria mamilioni ya pesa, lakini ukweli ni huu: kuna viwanda halali vinavyoanza kwa mtaji wa shilingi laki tatu tu. Leo nitakutajia viwanda hivyo, kisha tuanze mara moja na kiwanda kimoja muhimu sana, cha chakula cha mifugo. Kama una nia ya kuanza biashara au kujiajiri, angalia video hii hadi mwisho, kisha subscribe ili upate kupokea video zinazofuata. Kabla hatujaingia kwenye kiwanda kimoja kwa kina, nitakutajia viwanda vidogo vinavyoweza kuanza kwa mtaji wa kuanzia shilingi laki tatu tu. Kiwanda cha kwanza ni kiwanda cha chakula cha mifugo. Kiwanda cha pili ni kiwanda cha paving blocks. Kiwanda cha tatu ni kiwanda cha skrepa za plastiki au chuma kwa kuchakata. Kiwanda cha nne, kiwanda cha nafaka, kusindika nafaka kama vile unga, sembe, mchele Kiwanda cha nne, cha tano ni kiwanda cha viungo kama vile pilipili, tangawizi, pilau masala, beef masala na kadhalika. Lakini pia kuna kiwanda cha kufungasha mazao kama vile mazao ya matunda na kadhalika. Lakini hivi vyote vina soko, vinaanzia mtaji mdogo na vinaweza kukua taratibu lakini pia zaidi sana, unajipatia pesa yako kila siku, ni sehemu yako ya ajira, bila zikiwa na changamoto za kawaida, sio kubwa kama vile hivyo viwanda ambavyo vinaweza vinahitaji mtaji mkubwa sana. Leo tuta hatutaweza kuvielezea vyote kwa kina, kwa hiyo tuanze na kiwanda kimoja muhimu sana ambacho kinagusa karibu kila mkulima na mfugaji, kiwanda cha chakula cha mifugo feed processing. Feed processing ni mchakato wa kununua malighafi za kilimo, kuzichanganya kwa mpangilio, kuzisaga, kufungasha na kuuza kama chakula cha mifugo. Aina za chakula cha kuku, kuna chick mash. Chick mash ni chakula cha vifaranga. Hiki ni chakula cha vifaranga wa kuku kuanzia, kuanzia wiki ya siku ya kwanza hadi wiki ya sita. Sifa za hiki chakula ni kwamba kina protini nyingi, lakini kinaimarisha mifupa, huongeza ukuaji wa haraka. Soko, kila mfugaji anaanzia hapa, kila mtu anayehitaji kufuga kuku lazima aanzie hapa, kwa hiyo soko lake ni la uhakika sana Faida, lakini faida yake kwamba tuna mzunguko wa haraka sana. Nam, chakula cha pili ni goa mashi, vifaranga vinavyokuwa. Hiki ni chakula cha kuku wanaokuwa baada ya chiki mashi. Sifa ni kwamba huandaa kuku kuwa layers au broilers, yani wakutaga mayai au kuku wa nyama. Gharama huwa ni kidogo kuliko chiki mashi faida faida yake ni kubwa kwa sababu ya mzunguko wake. Uhitaji ni mkubwa sana kila mahali. Lakini pia kuna chakula cha lea mashi, chakula cha kuku wa mayai. Hiki ni chakula cha kuku wanaotaga. Sifa zake ni kwamba huongeza uzalishaji wa mayai, huimarisha ganda la nje la yai. Lakini faida yake kubwa ni kwamba faida yake ni kubwa kwa sababu na bila kukosa. Kwa hiyo ni chakula ni wanaita consistency, manake ni kila siku mahitaji anaendelea kuwepo na kwa wale ambao wanazidi kuwekeza, manake mahitaji yanazidi kuongezeka. Kwa hiyo kama utauza kesho, kuku watahitaji kula. Leo watakula, kesho watakula, kesho kutwa. Kwa hiyo kama unazalisha kila siku, bidhaa inahitajika kila siku, bidhaa inahitajika. Lakini pia kuna chakula cha nguruwe. Aina za chakula cha nguruwe ni, kuna pig starter, yani chakula cha vitoto vi, vidogo vinavyoanza vina, lakini pia kuna growers, nguruwe wanaokuwa, na kuna finishers kwa ajili ya kufikia kikomo ili uweze kupeleka nguruwe yako sokoni. Ah, nguruwe hukua haraka, lakini bila chakula sahihi hukosa uzito na mfugaji anapata hasara. Kwa hiyo utakosa soko utakapokuwa umezalisha tofauti Soko, wafugaji wa vijijini na mijini ni wengi, wanahitaji chakula cha nguruwe kila siku ili waweze kupata faida. Lakini pia faida kubwa ya hiki chakula ni kwamba kina faida kubwa kuliko, kuliko chakula cha kuku la na ushindani wake pia ni mdogo. Lakini pia kuna chakula cha ng'ombe. Aina za vyakula vya ng'ombe kuna dairy meal, yani ng'ombe wa maziwa na beef meal ng'ombe wa nyama. Ng'ombe hawali tu ili washibe, wanahitaji mchanganyiko ili watoe maziwa au nyama bora. Faida wateja, ina wateja wa kudumu. Mtu yoyote mwenye ng'ombe wa maziwa, ili ng'ombe wake azidi kutoa maziwa, basi atahitaji chakula kila baada ya kile chakula kilichokuwa kimeisha. Lakini pia faida nyingine ni kwamba oda za jumla saki nyingi ni nyingi sana kwenye hiki chakula cha ng'ombe na faida za kiwanda hiki ni hizi hapa: mahitaji, malighafi zinapatikana nchini, mitaani kwetu, kila mahali zinapatikana. Soko halikauki kabisa, unapozungumzia kwa mfano uf, chakula cha mifugo kila wakati kinahitajika. Lakini pia unaongeza mtaji pole pole, hakitegemei msimu, muda wote wanyama mifugo inahitaji kula, lakini pia mifugo na yenyewe inahitajika sokoni ili watu waweze kula nyama. Kwa hiyo ni mradi mzuri, lakini pia una faida kubwa, pia hata kwa wafugaji wanaofuga wasikate tamaa, wawekeze kwenye mifugo. Basi hivyo ndivyo navyoweza kujenga uchumi wa mtu binafsi na kwa taifa kwa ujumla. Hii siyo biashara ya bahati, ni biashara ya mahitaji ya kila siku. Jambo la msingi sana katika hili ni kwamba fahamu tu uwiano au resho ya kuchanganya, ili ukue na utajirishe wafugaji. Maana kadri wafugaji wanapotumia kile chakula chako ambacho umekiandaa, mifugo inapokwenda kwa kasi na wanafikia malengo kwa wakati, ndivyo na uhitaji wa kile chakula ambacho unazalisha kunavyozidi kuhitajika zaidi. Wateja wanarudi, kwa hiyo consistency na wanaongezeka. Hiyo ndiyo faida ya huu mradi ambao mtaji wake ni mdogo sana, lakini video inayofuata ni muhimu zaidi kuliko hii, kwa sababu hiyo tutaweka ratio za vyakula vyote. Kwa hiyo, comment hapo chini, ni chakula gani ambacho unatamani kufahamu zaidi, au ni kiwanda gani ungetamani kuweza kukisikia tunaanza nacho? Lakini usisahau kusubscribe ili uweze kujifunza zaidi.